Vijana wote kutoka nchi mbalimbali wameomba marais wao kuwekeza katika masuala ya maendeleo kuliko kununua silaha zenye kutatiza maelfu ya wananchi. Kwa majina ni Edna Miriti kutoka Kenya. Badala ya kununua hivi, uh, hizi silaha tunawahimiza marais zetu, wabunge wetu wafanye kampeni ya kuhakikisha kuwa chakula kiko kwa wingi kwa sababu njaa pia ni, ni sababu ya vita katika nchi yetu. Unakuta hao, uh, nchi jirani inapigana na nchi jirani kwa sababu ya njaa. Watu wanahama nchi zao kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo tungewasihi, uh, marais wetu badala ya kununua silaha ili kujikinga na vita. Tununue vyakula, tuelimishe wananchi na tukifanya hivyo, kutakuwa na amani katika nchi na katika continent. Kwa upande mwingine vile vile ni nimezungumza na mjumbe mmoja kutoka nje ya Tanzania. Okay, naitwa Nancy Kaizulege ni mwakilishi. Ni kweli kwa sababu kuna nchi zingine katika katika nchi za maziwa makuu wamejikita sana katika ishu za vita na kuacha, kachilia mbali kidogo ishu za maendeleo, hasa hasa kwa vijana. Huyu Frasini Muyumba mjumbe kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijana wanawatumikisha wamewa force because hila kila kijana mingia huko kwa sababu wamependa, wengine wamewa force. Vijana hao kwa jumla wamesema kwamba watapeleka pendekezo zao katika mkutano wa marais unaotarajiwa kufanyika katika inji ya Nairobi tarehe kumi na tisa. Austin Malivika, ITV Goma.